Wanachama na mashabiki wako hapa, na hii ndio bakuli. Ally Kamwe bana, kama mambo naishuhudia hapa. Msemaji unataka chapati, chapati, chapati mkate, hivi na hivi. Chapati sawa, msemaji yeye anaulizia chapasi, na aanze taratibu sasa za kupiga supu ya ngamia. Ngamia naliwa kwa dua

eteezwa wkufurahi kufurahi na walayanga waendelea kuenjoi hii, mara tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi, insha Allah ntakunywa supu ya Simba simbaapaambia kabisa Mwani. Hii mara ya tano tumekunywa supu ya ngamia, zikifika mara kumi tunakunywa supu ya Simba hapa na nitawaita wote, tunamchinja mchinja tunamnywa kuna maandalizi ya kunywa supu ya Simba hapa zikishafika mara kumi. Dhamira ni kufurahi tu dhamira na, na, na, na, ni kufurahi tu. Msimu huu tumepambana sana kupata ubingwa sana, ndio maana leo pia watu wamekuja wengi hapa kwa sababu tumevuja jasho kupata uchampioni. Kwa hiyo ikifika muda wa kufurahi, sana. Sema Mwenyezi wa kufurahi unatakiwa tufurahi, Mungu mwenyewe atuambia tujivunie na, na tufurahie kwa yale ambayo ametubariki. Kwa hiyo sisi tumebarikiwa ubingwa, tunatakiwa tufurahi sana, yaani hapa mola bado

Kiukweli ni msimu mgumu zaidi kuliko misimu yote ambayo tumechukua ubingwa, na umekuwa mgumu kwa sababu kumekuwa na sio sio changamoto ya kiufundi, kumekuwa na hasadi na chuki nyingi kwa klabu yetu. Yaani, ulivyochukua ubingwa mara tatu, tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao ubingwa, hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sababu tushinda wenye dhamira mbaya Mungu ameachana nao wakidhalilika mishono. Wazee mmewazingatia leo hii, wao ndo walianza kutoa msimamo. Wa wazee wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya sir. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa, wameenjoy sana gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili yenye, hawakuwa na ugumu wowote, as long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Kwa kisha kuwa na haki, basi hakuna ugumu wote. Unamtanguliza Mungu na ipambania haki yako, basi hali. Labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kali wa Dar es Salaam, mmejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri mitatu tu ilikuwa lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa saba tuna mwezi wa nane na wa waaidi wanayanga wa kila mkoa, kila mkoa tutafika mwaka huu, kombe litafika, na sofa tuna makombe manne, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue tutaanzia wapi, lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia uh, wanachama na mashabiki wetu ambao Walituombea dua wa msimu kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa. Unasema kwa kuna kombe uwanjani, anacheza tofauti sana. Finali ni dhidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ina ushindani pia kwenye, kwenye ligi yale. Endapo mtachukua CRDB, mtafikisha makombe matano kabatini, kitu ambacho pengine hakikuwahi kutokea kwenye ligi kuu au Tanzania. Yeah, Singida ni mpinzani mgumu yeah, mpinzani mgumu, na hivi amefika finali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja uh, na ushindani mkubwa zaidi na confidence. K tunaamini, hata ukiangalia, umeona hizi sherehe hizi ziko mbali kabisa na timu hapa. Tunasherehekea sisi tu wanachama na, na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Eh, mtakuja kushtuka, timu tayari kwa Zanzibar inajiandaa ina na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini metoka maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu kumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Aa, kwa kumbukumbu kumbu zangu sidhani, kama niko sawa je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Ya nafikiri tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote naye akiwemo ina safari hiki kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe, yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwetu sisi na limetufurahisha kwa sababu aa, sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa wa siku ya mwisho, ndio diopatamaliza ligi Dodoma Ken Gold nani wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni akapanda yeye mbele natoka mshona nayeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa msimu. Wanasema wanasema dabi kwanza kwa, kwa kwa, kwa ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi, hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo na medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine eh, wala ni sikufuru Mungu kusema kwa mimi ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu kwaona, nami ameniweka kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi kwayo. Baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha <tipos> ni nyingi shee, sijui idadi ni ngapi? <tipos> waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini waache unafiki na ubinafsi? Unajua hizi kazi ukiwa uki, uki, uki limbukeni unakuwa mbinafsi unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida, unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukisha kwa mbinafsi, unataka kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu saa anaweka mbali baraka za Mungu. Anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu wala hakuna shida. Hali watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga. Je, wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale, ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Ndicho nachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga yao, ikuwa na madhaifu madogo, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi, haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Nafikiri na wao wameweka rekodi na watakiwa wajibu kwa wanachama wao, nkuwa wanachama imara kama Yanga, muda huo angeshatoa maelezo, kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga. Shukrani.